Watu wengi katika imani tofauti tofauti wanatumia nguvu na mabavu kutetea imani yao, wanatumia nguvu na mabavu kumtetea Mungu wao, au yule wanayemfuata. Mungu tunayempigania, Mungu tunayemwabudu na kumtumainia, ni Mungu ambaye haitokani na jitihada zetu sisi kumtetea yeye, ana uwezo wa kujitetea na kujitosheleza. Yeye mwenyewe alikufa siku ya tatu akafufuka, na leo amefanya makao, yupo hai ndani ya nani? Ndani ya mwamini, mimi na wewe, tunaye mwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Alizungumza pale kwenye Luka sura ya 24 mstari wa 6, anasema hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nani, alipokuwa angaliko Galilaya, alipokuwa Galilaya, Galilaya. Kwenye Luka sura ya tisa Luka sura ya tisa mstari ishirini na mbili anasema, akisema imempasa mwana wa adamu kupata mateso mengi na kukataliwa na wazee na wakuu wa makuhani na waandishi na kuuawa, siku ya tatu na kufufuka. Alishatoa taarifa tokea akiwa Galilaya. Mara ya tatu anatoa taarifa kwenye Luka sura ya 18 tatu anasema, Yesu Kristo akachukua akachukua wale tenashara akawaambia, Tazameni, tunapanda kwenda Yerusalemu, na mambo yote yatatimizwa mwana wa Adamu aliyeandikiwa na manabii, kwa kuwa atatiwa mikononi mwa mataifa, ata, ata, ata, atafanyiwa dhihaka, atatendwa jeuri na kutemewa mate nao watampiga mijeledi kisha watamua na siku ya tatu atafufuka. Anasema kama ilivyoandikwa na kama ilivyosemwa tokea akiwa Galilaya. Malaika wa Mungu anamwambia, mnaye mnayemtafuta ni miongoni mwa wafu waliofufuka. Mfu aliyefufuka katikati ya wafu, anazungumza Yesu Kristo imani yetu katika Kristo Yesu, sio imani ya mfu, ni imani ambayo ipo hai. Kwa nini ipo hai? Tunayemwamini, tunayemfuata, tunayemtegemea na kumtumainia hayuko mautini, sio mfu kama wafuasi wa wengine vitu vingine wanavyoifuata na, na kuitumainia. Mungu wetu yupo hai, na kwa habari njema anaishi ndani ya mwamini. kwaleza fwe sana Ayubu sura ya saba mstari wa tisa Ayubu saba mstari wa tisa anasema kama vile wingu likomavyo na kutoweka, ni vivyo huyo ashukaye kuzimu hata zuka, yaani hata panda tena kabisa, hata rudi tena nyumbani kwake, wala mahali pake hapata mjua tena. Anasema Ayubu, yoyote anayekufa akichashuka kuzimu, kilichokufa mwanadamu aliyekufa hakuna mwanadamu aliyokufa akarejea tena zaidi ya Lazaro ambayo Yesu Kristo aliyemfufua, au wale ambao watumishi wa Mungu tokea kanisa la kwanza la awali lililowafufua. Lakini mtu kama amekufa au amelala katika Mungu katika Kristo Yesu, roho yake imefanyaje? haiwezi kairudia tena mwili Labda Mungu aruhusu mtu huyo afanyaje? Afufuke naishi na hata Lazaro aliyefufuliwa na Yesu Kristo, na hata watu watu wengine waliokufa akina Tabitha, kanisa la awali waliofufuliwa na mitume na watumishi mbalimbali, dunia nzima waliwafufua watu wa walishowalikufa, hata baada mara baada ya kufufuliwa, wao wanaishi kwa kitambo kidogo, tena wanakufa tena. Ni mtu mmoja tu ni mwanadamu mmoja tu Yesu Kristo, ambaye alikufa mara moja akafufuka siku ya tatu, hata kufa tena. Yuko hai milele na milele. Hata mtu akifa sasa hivi, hata nikimfufua sasa hivi, wakati ukifika, padatupadati atalala tena, atakufa tena. Kumbuka wote waliofufuliwa, waliokufa, ikiwemo Lazaro na Tabitha na watumishi wa Mungu mbalimbali, washawahi kufufua watu hapa chini ya jua wa mwili waliokufa, nao walipofufuliwa kimuujiza, ndio miili hiyo ya kuharibika ya damu na nyama. Waliofufuliwa nao ni mwili mmoja ambao ushawahi kufa, ambao ulipofufuka haukufufuka ule ulioharibika wa kuharibika. Ulifufuka mwili wa utukufu, ni mwili wa Yesu Kristo, Kristo. Kwa hiyo ndiyo, hata kama atakufa mtu hapa tutaufufua, hata fufuka na ule mwili wa utukufu ni mpaka wakati wa unyakuo. Wakati Bibilia yasema kuharibika kutavaa kutokuharibika, miili ya watakatifu wote waliokufa, na moto ajali, waliomezwa na samaki baharini, waliolala kifo cha kawaida na kuzikwa kwenye ardhi, kila aliyemwamini Yesu Kristo, parapanda itakapolia, sauti ya masihi itakaposikika, miili ya kuharibika itavaa kutokuharibika, kufumba na kufungua tutavikwa mwili wa utukufu. Maandiko yanasema tutamjua Yesu Kristo, kwa maana tukimwangalia, tutamwona kama vile yeye alivyo, ndivyo mimi na yeye na sisi tutakavyokuwa, tutakuwa na mili ya utukufu. Mie tuleakukwamia yule ambaye alikufa masihi Yesu Kristo, akafufuka siku ya tatu, akafufuka na ule mwili wa uharibifu ulikuwa na, na vizuizi kikomo iviteche alifuka na mwili wa utukufu, na alipopaa roho yake aliiacha, kama sehemu ya ahadi ya Baba kwamba roho yangu itakuwa ndani yao, itakuwa katikati yao. Ndiyo Roho Mtakatifu aliyefanya makao ndani ya mwamini. Tuko sawa sawa, jamani wapendwa? Ili aweze kutaba nako, ili aweze kufanya makao kwa kila mwamini, ilipasa aende na ule mwili wa utukufu, alafu aiachilie roho yake kwa kila atakayeamini Yesu Kristo, yeye aliyekuwa Mungu, yeye ambaye ni Mungu, yeye ambaye ni neno sawasawa na Yohana sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka mstari wa tatu Hakukufanyika chochote pasipo yeye. Mungu ni roho. Yohana sura ya kwanza mstari wa kumi na nne anasema neno akauvaa nini? Neno akauvaa mwili Immanuel akafanyika makao makazi pamoja na sisi. Kwa hiyo Mungu ambaye ni Roho alikuja duniani kwa dhumuni la kukomboa wale ambao waliofarakana na Mungu na kuwarejesha na kuwapatanisha kwa agano la damu yake mwenyewe akafanyika kwa mwili. Alipomaliza ile assignment ya ukombozi na wokovu, alipaa na mwili wa utukufu, sio ule aliozaliwa nao, na akaacha ahadi ya Roho Takatifu, ambao ndiyo Roho wake, Roho wa Kristo aliyoko ndani yangu tukisema yu hai ndani yangu, tunamzungumzia Yesu Kristo aliyekufa miaka y kumi iliyopita na kufufuka siku ya tatu. Leo amefanya makao, anaishi na yuko hai ndani ya mwamini. Ayubu anasema, Ayubu saba mstari la tisa, yoyote anayekufa akiingia kaburini hawezi kurudi tena kama alivyokuwa awali, na hata akirudi, hata rudi na mwili wa utukufu, hatarudi na mwili ule ule wa kuharibika mpaka akisubiria tena wakati wa unyakuo wa kuvishwa mili mipya auu kadizase sana nisikilize vizuri so, Biblia inasema kitabu cha Waefeso Waefeso sura ya kabla Waefeso waraka wa kwanza wa Petro waraka wa kwanza wa Petro sura ya tatu mstari 19. Anasema As, kwa maana Kristo Yesu naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi mwenye haki kwa ajili yao wasio na haki ili atulete atu kwa Mungu, mwili wake akauawa bali roho yake akairuhisha, ambayo kwa hiyo hiyo roho yake aliwaendea roho waliokaa kifungoni akiwahubiria. Yesu Kristo alipokufa Biblia inasema aliyeshuka wapi? Alishuka wapi? kuzima kule, kuzima ile. Kwa nini? Aliofanyaje? kuwahubiria zile roho za watu ambao hawakuamini Injili ya Yesu Kristo, hawakumwamini Mungu tokea Agano la Kale mpaka yeye alipokuja. Aliwahubiria wale waliokubali Injili ya Yesu Kristo, akiwa kule kuzimu. Inasema alipanda na zile roho za wale waliokubali. Kwa hiyo hakutakuwa na excuse wagano la kale na wagano jipya, hakutakuwa na misingizio kwamba mimi sikuhubiriwa habari njema injili Yesu Kristo. Hata wale ambao walikuwepo wagano la kale, kabla hajaja katika mwili Yesu Kristo, aliwahubiria yeye mwenyewe. Waliokubali alifana nao, waliokataa walibaki kule kule, na jukumu hilo la kuendelea kuhubiri ameliacha kwenye mwili wa Kristo, ameliacha kwenye mabega. Hiyo mamlaka ametuachia sisi, ambaye ni kanisa yake yeye akiwa ni kichwa cha kanisa. Ndio maana wewe na mimi, jukumu letu tunapokuwa katika shughuli zetu, katika ajira, biashara, mchanganyiko katika jamii tunaoishi, jukumu letu kubwa, assignment kubwa tulionao, wito mkuu ni kuwaambia watu wa habari za nani? Yesu Kristo. Kazi hiyo hakupewa malaika wa Mungu. Malaika wa Mungu hajapewa upendeleo wa kuhubiri habari njema za Yesu Kristo, ni mimi na wewe tunaomwamini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana kuna mtu mwenye anaongelea hapa, jamani wapendwa, anasema katika kitabu cha Waefeso sura ya 4 mstari wa 9 anasema basi neno hilo alipaa, maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi, Waefeso 4:9. Kabla hajapaa, siku ya ya kupaa ya, ya Yesu Kristo, alipokufa alishuka kwanza pande, pande za chini za nchi akaubiri alafu akavana zile roho alafu siku ya kupaa, wakati wanashuhudia wale watu mia tano. Na siku ya kupaa ndio siku aliwafanya wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, walimu na wachungaji. Ni Yesu Kristo ndio anatufanya mimi, wewe na yule kuwa na neema fulani hapo kama ilivyokuwa ni Roho Mtakatifu ndio anagawa vipawa kwa wale wanaoamini, sio katika jitihada zetu sisi, sio katika maamuzi yetu sisi, ni Roho Mungu anagawa vipawa kama apendavyo, kama atakavyo. Na kwa habari ya neema huduma tano ni Kristo mwenyewe, alikufa akashuka chini ya ardhi, siku ya kupaa aliwafanya wengine kuwa mitume, wengine manabii, wengine walimu, wachungaji, na wengine wainjilisti. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikize vizuri Waefeso 2 mstari wa 20, Waefeso 2 20 anasema, nimesulubiwa pamoja na Kristo, mtume Paulo anaandika, lakini ni hai, wala si mimi tena, bali Kristo yu hai ndani yangu, na uhai nilionao sasa katika mwili ninao katika imani ya mwana wa Mungu, ambaye alinipenda akajitoa nafsi yake kwa ajili yangu. Sio mimi tena ninaishi, bali ni nani? Yesu Kristo aliyoko ndani yako. Nisikize mpendwa, mimi na wewe ambao tumepokea ujazo wa Roho Mtakatifu tumepokea neema ya wokovu. Sisi ni watu hatari sana katika ulimwengu wa roho, labda kama ufahamu yoyote, aliyejazwa neema ya wokovu, mwenye roho wa Kristo ndani yake ni mtu hatari sana, kama anajitambua yeye ni nani machoni pamo. Kuzimu haiwezi kamsogelea mtu mwenye kipawa cha neema ya wokovu ndani yake wakuu wa giza, wachawi, washirikina, walozi hawana akses. Ule utukufu kwa Mungu uliomzunguka mtu mwenye Mungu ndani yake mwenye Kristo ndani yake ni mkubwa sana, ndio maana mbinu shetani anayoitumia ili aweze kupenyeza mshale wowote ule. Unajua, katika zile silaha za kiroho anasema Efeso sura ya 6 mstari wa 10 hadi 18, andika pale wa Efeso sura ya sita mstari wa kumi hadi 18 yeah. Amesema vaeni silaha zote za nini za Roho, si ndio? Silaha alizosema nawambia kila siku sio maji ya upako wala vitambaa enkachifu, wala bangili wala mafuta ya upako kutoka Israeli wala maji ya Jordan, ule ni upuzi Haleluya! Silaha alizozungumza, moja ya silaha anazungumza ngao ya imani mpate kuizimisha mishale yote ya moto ya yule adui. Ngao ya nini? Mtume Paulo wakati anaandika hiyo wa Efeso sura ya sita alikuwa amefungwa, historia, alikuwa amefungwa gerezani. Askari wa Kirumi walikuwa wanavaa yale ma, ma bracelet yale makofia ma helmet manini, buti na nini, shika ngao, shika mkuki. Akati anamwangalia yule askari wa Kirumi pale gerezani, akapata revelation. Paulo akawa anaandika kwa kuongoza Roho Mtakatifu mm, zile silaha mazo wasikali Kirumi amezivaa, ile ngao, Mungu anaambia, ngao hii itakuwa inazuia, ni imani mtu atakakuwa nayo ndani ya moyo wake, itakuwa inazuia mishale yote ya moto yake yani. Kwa hiyo hii shetani leo aweze kukushambulia wewe moyo wako na mshale ukuingie, wanasema eh, chuma kikuingie, iwe ni uchawi, ulozi, ushirikina ama uganga. Hauwezi ukamwingia mtakatifu mpaka upate access nafasi kwenye moyo wa mtu. Ni mpaka imani yako katika Kristo Yesu iwe vice versa, iwe opposite. Kinyume cha imani ni nini? Hofu. Ndio maana shetani hawezi kum kumshambulia mtakatifu mpaka amuumbie hofu ndani ya moyo wake, akishakuingia hofu, hali ya uoga, hali ya kutojiamini hadi ya mashtaka, maana yeye ni mshtaki, akizunguka huku na huku. Hawezi kumpiga mtakatifu mpaka mweke hali ya mashtaka, kumfanya mtu ajisikie hastahili mbele za Mungu. Akishakosa ujasiri, anaweza akamwingia na kampiga sho, anaweza akarusu roo ya uchumu maumivu, akaudifi akaonajisitu moyo, akapata nafasi chansi ya kumwaribu. Lakini ngao ya imani ni imani ya mtu katika Kristo Yesu kwa kadri unazidi kukiri na kuamini kwamba unalindwa. Biblia inasema tunalindwa kwa nguvu za Mungu kwa njia ya nini? Ya imani. Tunalindwa kwa nguvu za Mungu kwa njia ya imani. Hiyo imani tuliyonao katika Kristo Yesu ndiyo ngao inayozima mishale yote ya moto ya Shetani.